Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu wapenda heri, popote mlipo mkiwa ndani ya Tanzania e, na nje ya Tanzania. Tunamshukuru Allah tabaraka rahmani. Tupo kijiji cha Kipupuru, ndugu zangu, kijiji cha Kipupuru. Waislamu wenzetu na ndugu zetu wanaswali katika mazingira haya, pamoja na wakinamama wanaifanya ibada aliyakuwa katika hali kama hii Ee, Waislamu ni wengi lakini kwa bahati mbaya, msikiti, madrasa na kisima hakuna kabisa. Yani sio kama yani, hakuna kabisa. Kwa hiyo ombi lao kubwa, ndugu zetu hawa, kwa uwezo wake Allah tabaraka rahmani, wanaomba msikiti, wanaomba na madrasa. Watoto wapo, lakini hawana sehemu ya kusoma dini, hawana sehemu ya kujua kitabu cha Allah tabaraka rahmani pamoja na kisima, ndugu zangu e, kama mnavyoona kuna ndoo hizi za maji au akina mama wanapata wakati mgumu sana kutafuta maji mbali, kuleta hapa msikitini kwa ajili ya matumizi yao. Inshallah, nipo na imamu, nipo na shekhe hapa, kwa dakika moja mbili atasema na sahabu anazozipitia hapa, kijiji cha Kipupulu. Karibu Shekhe Mkenda. Nipo katika kijiji hiki cha Kikukuru. Basi inshaallah kwa uwezo wa Allah, tunaomba kama kuna wafadhili wanaweza kaiangalia hali hii tuliyonayo. Kwa kweli tuna shida msikiti hapa kama mnavyoona, tuna shida madrasa, watoto tunao, na mimi najitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini bado eh, Allah hajaafikisha kuweza kupata mazingira ya wafadhili, na kama kuna waumini kuna Waislamu ambao wanawaangalia wana, wana, wa, watu wa hali ya chini, basi inshallah tulikuwa tunaomba tuangalie nasi hapa, kama kuna uwezekano Mwenyezi Mungu awafikishe wazee kutembelea inshallah. Ndugu zangu wapenda kheri, kuna mama yetu hapa kwa upande wa kina mama, hawa watu wa ni wadogo eh, wapo wengi, lakini nafasi hakuna ya kuswali. Nadhani mnaona nafasi hakuna. Eh, na eneo kama unavyoona, alhamdulillah eneo analo kubwa, lakini eh, sasa nafasi hakuna ya kufanya ibada eh, mama yetu yuko hapa inshallah. Eh, inuka mama inshallah, yeye eh, anasema na yeye eh, dakika moja kwa niaba ya kina mama na wanafunzi wa madrasa ana jambo la kuzungumza kwa ajili ya kadhia hii. Karibu mama madrasa eh, na kisima maji hatuna, kama mnavyotuona, tunahangaika kama yuko fadhili. Tunaomba Mwenyezi Mungu angetujalia tungepata na sisi hizi, kama hilo tungevikadhi madrasa na msikiti na kisima na maji, tungefaulu. Mwenyezi Mungu atafanya hivi, na Allah ataleta heri zake. Ndugu zangu, hatuna mengi zaidi ya kusema mwenye kufanya kheri Allah atamlipa. Jukumu ni la kwetu. Hizi ni kheri, Ramadhani na karibia, ndugu zetu hawajui watafanya ibada wapi. Fanya kwa ajili ya Allah, toa kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu atakulipa. Shukurani mpenda kheri, asante, afwani.